wa masuala ya afya akili niliona ni vyema kuweza kufanya kitu ambacho kama Mtanzania nikipitia, na kipitia na Watanzania wenzangu wanakipitia kila siku, lakini either ni kitu ambacho kinamfanya mtu ashindwe kufanya hicho kitu. Kwenye play yangu nimefanya igizo ndani ya runway pamoja na performance nikiwa na marafiki zangu pia, so kitu nilichokifanya ni freedom of expression. Unajua tunapopitia mambo mtu unakuwa una mambo yako yanakusumbua, unashindwa kuweza kufanya kile kinachokufurahisha kwa sababu unaangalia watu watanionaje. Utashindwa kucheza hadharani kwa sababu watu wataniona eh, yule chizi nini. Kwa hiyo hicho kitu kinafanya watu wengi kuweza kuishi katika sanduku ambalo wamejijengea wao wenyewe. Bob Marley alisema kitu kizuri sana, emancipate yourself yourself from mental slavery, because none but yourself can free your mind. Hamna mtu atakayeweza kukutoa katika jela uliotengeneza katika kichwa chako, kwa sababu wewe ndo wa kwanza kujiweka huru kuweza kuexpress kile unachokisikia, haijalishi nani anakuangalia. Ndo nilichokionyesha siku hii ya leo. Na ukiangalia hicho kitu kinawafanya watu sana kuingia katika matatizo ya afya ya akili, kwa sababu anawaza nje kabla hajafanya cha ndani. Um, ukifanya kitu kipya katika umati wa watu ambao hawajakizoea hicho kitu huwa wanashangaa. Mi mmoja wapo lazima nitashangaa, kina nini kinaendelea. Sasa kuna muda mi watu walikuwa wananishangaa, hawajui ninachokifanya, lakini mimi nawashangaa, kwa nini wao wananishangaa mimi? Because mimi naona ninafanya kitu ambacho kinanipendeza mimi, najisikia huru, nacheza, nafurahi, naimba, nasalimiana na watu, lakini kile kitu watu wengine wanashangaa, wanaona kitu cha ajabu. Kwa hiyo hicho kitu kwangu mimi ikawa kama ita... Way thing. ni kama kioo yani, wanasema wasanii ni kioo cha jamii, kitu ambacho nilijifunza katika workshop niliyofanya na British Council. Tulikuwa na Brother Dunga, tulikuwa na Mandela, ambasada Mandela kutoka Kenya, tulikuwa na wasanii wengi sana kutoka Uganda, Tanzania, British mpaka Marekani. Walitufundisha kitu kimoja, wakisema kwamba ile sentensi ya msanii ni kioo cha jamii haimaanishi kwamba wewe msanii mimi msanii mtu akiniangalia anaona kioo cha kujiona yeye, does that make sense? Nadhani kwa miaka mingi tumekuwa tukiamini kwamba msanii ni kioo cha jamii, ni kwamba mtu akikuangalia wewe ajifunze kutoka, ajifunze kutoka kwako, lakini kumbe tunasahau kwamba msanii ni kioo cha jamii, ikimaanisha kwamba msanii ana reflect kile kinachotokea katika jamii. Kuna watu wanatembea barabarani wanafanya vitu ambavyo vinawafurahisha wao, lakini kwenye macho ya watu wanaonekana ni vichaa. So msanii kuwa kioo cha jamii ni mimi kureflect maisha ya yule mtu ambaye anaonekana akifanya uendawazimu mbele za watu, wakati moyoni mwake anajifurahisha. Kwa hiyo kupitia sanaa ya aina tofauti tofauti, mtu anaweza akawa na msongo wa mawazo, lakini atafika ndani kwake, atawasha king'amuzi, atafungulia televisheni inaitwa runinga eh. Akifungulia runinga ataangalia tamthilia, ataangalia filamu ambazo zitamfanya ule msongo wa mawazo ukapungua. Kwa hiyo sanaa imekuwa chachu ya kusaidia sana watu katika kuweka sawa afya ya akili. Bali na hapo, kuna mazoezi. Kitu cha kwanza mimi ninachokiweka sana kwangu ni Mungu, mimi nasali sana. Kwa hiyo mtu anapopitia changamoto, kusali kunasaidia, Mungu anakuokoa kuna sanaa ambayo sanaa kupitia sanaa utaburudika, utasikiliza mziki mzuri, utaangalia filamu nzuri. unajua hata kwenye kuna kitu wa Tanzania tunakikisha kitabia afu kitabia, mimi kimenifanya niwe mwanaharakati wa afya ya akili, kwa sababu mental illness in Tanzania is seen as a taboo and hicho kitu kinafanya watu waone wa kwamba fulani, eh, ameugua uchizi, kalogwa fulani, anakunywa pombe ni mlevi, lakini tunasahau hivyo vitu vyote, kuna core value ambayo imefanya kile kitu kitokee okay. kuna sababu ya ndani zaidi ambayo imemfanya mtu atoke ndani kwake aende kununua pombe kali anywe ili azime. I think kinacho cha muhimu ni kuweza kujua nini kinakutatiza na kutafuta msaada. Unajua, alafu sasa hivi Tanzania tumeprogress sana, kuna therapists, kuna psychologists, kuna organization mbalimbali NGOs ambazo zinasaidia watu ambao wana matatizo ya afya ya akili, na mi sidhani kama ni kitu cha kuonea aibu, kwa sababu ni gonjwa kama gonjwa nyingine. Mtu kuwa na stress kupitiliza ni gonjwa, kwa sababu unapozidi kuongeza zile stress, zitafika muda zitakuchosha, utaanza kuumwa kichwa, utaanza kuumwa viungo. Vya mwili vyote hivyo vinaendana na kutunza afya ya akili.